Mheshimiwa Moses Leonard Matonya midogo 1994 mia kenda tisini na nne diwani mpaka ishirini na tano amekuwa diwani wa kwanza kumtembelea wa pili kumtembelea katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tumepita Kigoma, tumepita Buigwe, tumepita Uvinza, tumepita maeneo mengi ya Tanzania hii, lakini tunaona sasa ni muda mwafaka kurudisha pazia hizi wazee wetu hawa, mama nizungumze hivi, asipatikane mmoja akawa na mtizamo wake wa namna yoyote. Naomba tutizame katika muktadha wa maendeleo tu, ndiyo fasiri nzuri ambayo inaweza ikawa bora kuitumia mimi hapa. Kwa nini tumekuja kumwona mzee Matonya? Mzee Matonya amekuwa diwani mkongwe kwenye jimbo letu la Manyoni toka Manyoni iko moja pakajitenga kuwa na jimbo la, la Manyoni magharibi ambae sevi mtiji, mzee huyu amekuwa mwandamizi, mshauri, lakini ni moja ya madiwani au wazee ambao wamelea karibia wabunge wote waliopita wilaya ya Manyoni. Tumpige makofi na vijeregee, tupige makofi na vijeregee. Heshima hii lazima sisi Tanzania pamoja na movu nafusanyia kumleta kwake kiongozi huyu, kama Mungu wa mbinguni akasema katika maeneo fulani kwenye Bibilia kwamba mimi ndiye Bwana Mungu wenu, msiaburi. Namna gani? Msaburi nini? Kitabu gani hicho? Eh, namna gani, wasomaji wa Bibilia?

Shangilia mzima, tumetumia zana ile ile ya unabii ambako maharafani, mungu wa mbinguni anajidhihirisha kwa wanadamu, kwa watu wake. Baada ya kukomboa taifa teule la Israeli kuwatoa katika mikono ya utumwa ya Farao, analileta taifa la Israeli, taifa la Mungu, katika nchi ya ahadi. Tunashindwaje sisi leo kukubali na kusadiki kwamba toka mwaka elfu moja mia tisa tisini na nne msemembo, ikiwa mpaka hika mpaka saranda mpaka London kutokuwa na barabara kutokuwa na umeme, leo hii tuna umeme msimamizi mkuu akiwa ni mzee Matonya, itakuwa ni dhambi si tukisema hivi, msemembo woje. Niwaombe sana wananchi wa Makuru Rais wetu Mama Samia amefanya kazi kubwa mno, anatuletea barabara, SGR reli ya umeme ambayo kimsingi ina gharama zaidi ya dola za Kimarekani bilioni kumi ambayo sana shilingi trilioni ishirini na tatu nukta tatu za Kitanzania, fedha za walipa kodi wa Tanzania, lakini washauri wake wakuu na wanufaika ni wananchi wa Makuru. Tutakuwa tunaati kutoka Dar es Salaam kuja hapa Manyoni kwa zaidi ya masaa matatu na nusu. Tumpigie makofi ya rais wetu lakini mama huyu toka ameingia madarakani mwaka elfu mbili na ishirini na moja kama rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, bajeti ya wizara ya afya mwaka elfu mbili na ishirini na moja mpaka tunavyozungumza sasa, imerani kwa kiasi kikubwa sana. Sasa tukisomea sisi wote ambao tunapata bahati ya kuja kumsomea, tutafanya makosa ambako wasaidizi wake wakubwa, kwa sababu fedha hizi zinaanza kutafsiriwa kuanzia ngazi ya OBC. Ndio hivyo inaenda baraza la na madiwani, bunge kwa kwenda kuidhinishwa, ambapo serikali inasema trilioni moja na bilioni mia tatu kumi na moja alivyoingia madarakani zilikuwa zimetengwa, lakini bajeti ya mwaka jana ilikuwa ni trilioni tatu, ongezeko la bilioni mbili. Tumpigie makofi rais. Fedha hizi mmeziratibu nyinyi wenyewe huku lakini za mzee Matonya msemembo watu wote ni wakulima, na maeneo yake jirani asilimia kubwa tunategemea kilimo, ambako toka ameingia rais madarakani kwa kusaidiwa na kina mzee Matonya na watu wengine, mwaka elfu mbili na ishirini na moja bajeti huu kimetengwa kwa ajili ya kilimo ilikuwa ni zaidi ya bilioni mia mbili tisini na nne na pointi kadhaa lakini tunavyozungumza mpaka leo hii elfu mbili na ishirini na nne ishirini na tano tuna zaidi ya trilioni moja pointi kadhaa kwenye bajeti ya kilimo. Huyu ni rais wa Jamhuri ya Muungano na ni mwanamke, wakina mama wanawake <heyye>. wakina mama wakinamama <heyye> Sasa kwa usaidizi wa viongozi hawa mama huyu ameshafanikiwa mambo makubwa. Hata katika eneo la maji, amesema mzee Matonya mmejenga mw, wa maji katika maeneo yote lakini, nisahau kusema afya, amesema Mzee Matonya mmejenga hospitali kwa fedha nyingi zaidi ya milioni kadhaa. Sasa tuseme nini bila kuwasemea hawa watu ambao wanafanya kazi kubwa kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini waambie tu wananchi wa, wa, wa Makuru kwamba adha kubwa ya watu wa Makuru ilikuwa ni maji. Kama hujaenda Ule mtu anahitaji mkuu, nimewambia mimi ni mtoto wenu, mpaka nimefika huko nimemlea ninyi. Nilikuwa natoka kuchunga mzee mzee Matonya mbali sana na kuja kunyesha makuu, lakini leo tunavyozungumza bajeti ya maji merani imetembea kwa kiasi kikubwa na kile leo tumepata maji, mama huyu, milioni mia milioni mia sita themanini vilitenga alivyoingia madarakani milioni ambavyo mlienda kuziratibu hapa Makuru, hizi fedha zikaenda, lakini nguvu kazi za wananchi tumeziona kila kukicha, mmetengeneza maji pote hapa, anafikiria kuanzia skimu ya umwagiliaji hapa Makuru. Hasa mimi heshima tumeipata kwa viongozi kama kina mzee Matonya pamoja na wenyeviti wetu wa kijiji. Mama hebu ndio mama. Njolo. Nakufahamu, nakusikia, nakufuatilia sana. Mama nani anaitwa mama? Yes. Kwa hiyo watu hawa na Chama cha Mapinduzi katibu nimefanya kazi kubwa sana na wananchi wa ushirikiano. Kwa hiyo Tanzania Youth Elite Community kwa heshima ya wananchi wa Makuru. Naomba tuliokaa tusimame. Mimi wenyewe mumkabidhi tuzo hii ya heshima. Ni cheti tu lakini kina thamani kubwa sana kwenye mchango wako wa maendeleo. Inawezekawa ndo tukio lako la kwanza kwenye utumishi <coughs> mzee. Tuli mtunuku mzee Malima mbeleje mbunge wa mkapo mwaka elfu mbili na ishirini hii tuzo alisema, yule mzee ameanza alikuwa na miaka ishirini kwenye ubunge, akasema hiindo tuzo pekee kwenye utumishi wangu lwaiokea wenye tumishiwangwabung lakinikipata ni tuzo liopa na watu wa Simba, akiwa kiongozi wa Simba kwenye baraza la wazanii. Akasema Mungu atawalipa ninyi. Vijana tumefanikiwa kwa kiasi kikubwa kuyafanya haya. Kwa hiyo, naomba wananchi wa Makuru, kwa heshima hii, tuendelee kuunga mkono jitihada zinazofanywa na viongozi wetu, tukiondoa itikadi za kwamba nataka mamlaka. Utafika muda wa kutaka mamlaka, lakini sisi Tanzania Youth Elite Community tumetambua mchango wa mzee Matonya, tutakutunuku na tunakupongeza na kukusifia. Kama Mungu aliona wivu kwenda kuabudu miungu wengine, iweje sisi tukikusifia wewe ionekane vibaya? Wako watu maeneo mbalimbali, tumekuwa tukitoa hizi tuzo, wanakuja na kauli zao wanavyojua wenyewe, lakini mwanadamu, tumekuwa na tabia ya kupongezana tunapoenda kaburini. Basi hizi tuwe wa kwanza kukupongeza ukiwa hai, na dunia izungumze na iseme, tuko na waandishi wa habari, tuko na East Africa TV lakini, tuko na waandishi wa habari wetu wa Halmashauri ya Wilaya Mwanza, tuko na Snada Win TV toka Singida. Kwa hiyo tukio hili tutashuhudia kwenye taarifa ya habari ya East Africa Television. Kwa wapenzi watazamaji, Rais wa Jamhuri ya Muungano atashuhudia haya matukio, na wapenzi wake, haya ni mambo yanayofanywa na watu, lazima tuwapongeze. Msimbo wenyewe, msimbo wenyewe Hebu tupunge mikono yote, tukakabidhi tuzo, halafu tutarudi tena hapa hapa tukakabidhi tuzo nyingine. Wote mtakabidhi tuzo, ziko mbili. Basi tuombe. Baba yetu na Mungu wa mbinguni, tunakushukuru sana, je eneo wana na bindi zako wamekusanyika katika eneo hili takatifu. Mungu ni hai, Mungu wa Meshaki, Shadraka na Abednego, kaunganishe hili jambo na tokio hili

nakutambua mchango wake aliyofanya katika utumishi wake kwenye baraza la madiwani. Mchango wake imeonekana na imeonekana mimi vutiwa na hii tuzo atoa mweshimiwa. Kwanza, inampa moyo wa kuendelea kufanya vizuri zaidi katika majukumu yake, lakini pia inahamasisha hata watu wengine waweze kufanya vizuri zaidi katika majukumu yao ili nao wapia wapate tuzo. Kwa hiyo hii imevutia watu wengi, lakini wapongeze sana wale walioandaa tuzo kwa ajiliya watu wanaofanya kazi vizuri zaidiungu wabariki sana. Kwa jina anaitwa Eva Jafet Sunja, ni mkazi wa eneo hili, mzaliwa hu. Na kiukweli kazi alizozifanya tunaziona kwa macho ni nyingi. Hiyi ni, ni mambo mengi ambayo ameyafanya, kama nikianza kuyaelezea kimoja kimoja, na nafikiri tutachukua muda, lakini niseme machache tu, hasa swala la maji na swala la hospitali au kituo cha afya. Ni kitu ambacho kilikuwa ni kero sana kwa wananchi wa Msemembo, lakini leo hii tunahudumiwa hapa hapa Msemembo mabingwa wanakuja, tunapata huduma. Maji sasa yameenea mote, kila kila nyumba tu. hata kama sio nyumba, lakini baada ya nyumba tano kuna maji, basi huduma ziko vizuri, lakini haya yote ni kutokana na kazi ya mheshimiwa Matonya, lakini pia na rais. mambo mengi nimeona yamefanyika katika kata yetu kupitia Matonya, ambaye ndio diwani wetu wa kata, ikiwemo maji yamepatikana eh. sasa kwa urahisi okay. Ametutua ndoo sisi wanawake, lakini nimeona kituo cha afya kimejengwa, lakini pia nimeona umeme ambao kwa muda mrefu tulikuwa tunautegemea, lakini sasa umepatikana. Lakini nimeona pia barabara zimekuwa zikirekebishwa mara kwa mara, usafiri sio shida. Lakini pia nimeona maendeleo mengi, sekondari imejengwa, lakini shule ya msingi pia imejengwa kupitia mbunge wetu, lakini mwakilishi wetu mkuu katika kata yetu, diwani wetu ambaye amedumu kwa muda mrefu ni mambo mengi katutendea kama jamii. Kuna mradi wa mpunga anasimamia yeye, hata ulipo haribika, lakini ameendelea kusimamia ili urekebishwe. Mambo mengi katutendea katika kata yetu.